Mpya yani, hii miradi yote inayosema, hakuna mchango wa mwananchi, ni serikali yenyewe, ni serikali yenyewe inafanya nini? Inafanya sasa. Tuanze na shule za msingi katika wilaya nzima yetu ya Mbogwe zimejengwa shule ngapi? Shule nne. Tunayo shule ya msingi Mnalani iko kijiji cha Shinyangabili, si ndio? Yeah. Lakini tunayo shule ya msingi iko kata ya Urembea, inaitwa Samia shule ya msingi. Tunayo Makufuri shule ya msingi Rurembea. Tunayo shule ya english medium Nyakafulu na Nyakasaruma, kata ya Masumbwe hizi shule ukiziona utafikiri umefika kwenye chuo kama ile ya Nyakasaruma ile inafundisha Kiingereza, ina thamani ya milioni mia sita yenu ya Mnalani mia mbili themanini zingine za Lulembela kule Samia na Makufuri na zenyewe zina milioni mia mbili themanini na mia mbili themanini. Kwenye eneo la afya kuna vitu vya muhimu nimevisahau. Kwenye eneo la afya pia kuna vifaa vifaa tiba kama city scan kwenye mkoa wetu wa Geita. Ukienda Geita sasa hivi na tuna hospitali rufaa ya mkoa, tuna hospitali ya kanda iko Chato, na vifaa tiba kwa maana ya city scan na alma vipo. Kwa hiyo uloosata jadi Geita, hospitali ya rufaa ya mkoa ipo na vipimo vikubwa vya vinavyo mnavyojua, kama city scan ipo. Ukienda Chato kwenye hospitali ya kanda ipo. Hiyo nilikuwa nimesahau, nime shule mpya za sekondari. Mimi nimpongeze sana mbunge wenu sanaishi kata hii, madiwani wenu, kwa muda wa miaka mitano, shule za sekondari mpya ngapi? moja iko Bugegere naiita Bugegere. Na sekondari nyingine iko Nyakafulu, kwani mlichanga hata mia moja wana sisi eh? si amna hiyo ni kazi ya Daktari Samia Suluhu. Kwa hiyo Maganga alisema kata ya Nyakafulu na watu wengi kupitia halmashauri, kwenye bajeti za halmashauri na diwani wenu akiwepo, wakapeleka bajeti hiyo ya wingi wa watu, kata ya Nyakafulu na watu mia sita sitini na ngapi? mia sita sitini na sita. Daktari Samia Suluhu akaleta fedha, kwa hiyo tumejengewa shule za sekondari ngapi, Diwani? Na milioni ngapi? Fedha za kwanza zilikuwa milioni mia tano. hiyo ni mpigeni makofi Daktari Samia Suluhu Hassan. Shule ya sekondari Nyambogo pamoja na Vigegere. Lakini tunazo shule za sekondari nawaambia kwa wilaya nzima, kati ya Masumbwe tunayo Ilangare, kati ya Ulembera ipo Kashero, na shule kongwe zikiwemo shule za sekondari Masumbwe. Ukienda Masumbwe sekondari, Nyakasalima sekondari, Ulembera sekondari, zile za zamani zote zimekarabatiwa, lakini pia zimejengewa mabweni. Pigeni makofi sasa. Samia oye! Nani kama Samia? Nani kama Maganga? Nani kama Angusa? Wenye wivu mjinyonge. Lakini pia kwenye wilaya yetu, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa nchi nzima kila wilaya amejenga shule za shule za VETA eh? Shule za ufundi yaani VETA kwenye wilaya yetu imejengwa pale Mbogwe, kijiji gani kile, Kasosobe Iboya, kiko kwenye umaliziaji. Lakini kila mkoa, kila mkoa, mkoa wetu wa Geita tumepata shule za amali hizi shule zinafundisha ama shule za ufundi, yaani mtoto anaingia shule, anaanza, unamwangalia mwanao anapenda nini, anafundishwa hivyo mpaka kwenda kumaliza juu. Kwa hiyo sisi ukifika pale nani boya, ma, ma, ma, ma, majengo yameota kama mradi huyu, na thamani ya bilioni moja na milioni mia sita nani kama Samia. kwa hiyo mwe mnaenda mnawaambia wale wanaopinga Chama cha Mapinduzi kwenye upande wa elimu, tumefanikiwa vizuri, amefanikiwa vizuri watoto wetu. Sasa kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha sita wanasoma bure. Wewe mzazi, kazi yako ni kufanya nini? Ni kumnunulia tu mavazi na madaftari na kalamu na kupeleka chakula ile saa hii wapate nini? Uji.